Naona taarifa hiyo bado haijawa tayari. Tuelekee na taarifa nyingine ambapo tunaelezwa kwamba uh, taarifa kwamba makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan amesema wakuu wa majeshi ya polisi kwa nchi za kusini mwa Afrika SADC wana wajibu wa kuangalia utendaji kazi katika nchi zao ili uendane na maendeleo ya teknolojia yaliyopo duniani kwa sasa na kusaidia kukomesha uhalifu katika maeneo ya mipaka. Makamu wa Rais ametoa kauli hiyo jijini Arusha mara baada ya kufungua mkutano wa wakuu wa majeshi ya polisi kwa nchi za kusini mwa Afrika SADC, ambapo Tanzania imepata uwenyekiti wa shirikisho la wakuu wa majeshi ya polisi kusini mwa Afrika, ambaye amesema suala hilo la uhalifu katika mipaka ikiwemo usafirishaji wa binadamu ni kubwa, hivyo ni vyema zikatumika njia za kisasa kukabiliana nalo. Mwandishi wetu Sechelela Kongola ameandaa taarifa ifuatayo. Wakuu wa majeshi ya polisi kutoka katika nchi za kusini mwa Afrika SADC pamoja na maafisa mbalimbali wa jeshi hilo wakiwa wanakutana jijini Arusha katika mkutano wa shirikisho la wakuu wa majeshi ya polisi kusini mwa Afrika SAPCO, ambapo mkuu wa jeshi la polisi nchini Ernest Mangu amekabidhiwa wenyekiti wa shirikisho hilo. The General Commander of Mozambique. <laughs> Mara baada ya hatua hiyo, makamu wa rais akafungua mkutano huo, ambaye amesema wakuu hao wa jeshi la polisi wanaangalia hali ya utendaji wao na kazi, hususan katika swala la watu kuvuka mipaka na uhuru wa kuingia katika nchi nyingine, ambavyo husababisha wahalifu kufanya uhalifu, jambo ambalo linatakiwa kuchukuliwa hatua. Lakini wanaangalia utendaji wao wa kazi wakilinganisha na maendeleo ya teknolojia yaliyopo maendeleo ya watu kuvuka mipaka na uhuru wa kuingia kwenye nchi zingine, lakini pia wakiangalia ukuaji wa biashara. Vyote hivi vinasababisha wahalifu nao kutumia nafasi hizo hizo, hizo, kufanya uhalifu wao, lakini pia wanaangalia uhalifu unaovuka mipaka, kwa mfano usafirishaji wa binadamu au wizi wa magari yanayovushwa mipaka. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Ernest Mangu, ambaye ndiye amekabidhiwa wenyekiti wa shirikisho hilo, amesema swala ya usafirishaji binadamu ni la kidunia ambapo kwa nchi moja moja haiwezi kuzuia jambo, linahitaji juhudi za pamoja katika mataifa mbalimbali mbali. Hili ni tatizo la kidunia na ambalo halihusishi nchi moja Fama na kwa maana hiyo hata nchi moja haiwezi kulizuia ya kusini pengine anatokea Ethiopia, maginga yanaanzia kule Ethiopia na huku kote yapo pia. Amesema uhalifu wa kutumia silaha umekuwa ukisumbua nchi za kusini mwa Afrika, SADC jambo ambalo wamekuwa wakilitafutia ufumbuzi namna ya kulikomesha kwa nchi hizo kupeana taarifa uhalifu. Uh, uh, uh, huu unaenda sambamba na uh, nilisema hapo usafirishaji haramu wa silaha au usafirishaji wa silaha haramu, hali bado sio sio nzuri sana kwa wenzetu wa wa, wa, wa nchi kama za DRC na, na Burundi ambako kuna makundi yanapigana n maporini na kwa hiyo silaha